Amina alikuwa msichana wa miaka kumi na nne tu. Aliishi kwenye kibanda cha mabati kilichopinda pembeni ya kijiji cha Mbuyuni. Kila mtu kijijini alimjua, lakini si kwa wema. Yule mtoto ana macho ya ajabu, usimwangalie sana, anakurudishia macho. Amina hakujua kwa nini watu walimkwepa hakujua kwa nini watoto walinyamaza alipokaribia, lakini alijua kitu kimoja: maisha yake yalibadilika siku aliyoweza kuona kilichokuwa kimefichwa. Kila asubuhi Amina aliamka kabla ya jua, aliamka kumsaidia mama yake, mama Zahra, kuosha vyombo na kuchota maji mtoni. Baba yake alikufa miaka mitatu iliyopita. Tangu siku hiyo nyumba ilijaa ukimya. Shuleni Amina alikuwa kimya, hakupenda kuangalia watu machoni, kwa sababu kila alipofanya hivyo aliona kitu kilichomuumiza, lakini bado hakuelewa ni kwa nini. Siku ile darasani kulikuwa na joto kali. Mwalimu wa hesabu, Bwana Kato, alikuwa akiandika ubaoni. Amina alinyanyua macho yake polepole pole, na hapo ndipo ilitokea. Ubao haukuwa tena ubao, ukuta haukuwa ukuta. Amina aliweza kuona kupitia, aliweza kuona nyuma ya darasa kupitia ukuta mpaka ofisi ya walimu. Aliyumba, moyo wake ulipiga kwa kasi. Ni naota? alijiuliza, lakini hapana. Hakuwa anaota. Kuanzia siku ine, macho ya Amina hayakuwa tena ya kawaida. Alipomwangalia mama yake, aliona uchovu uliofichwa nyuma ya tabasamu. Alipomwangalia mchungaji wa kijiji, aliona pesa zilizoibwa zikifichwa chini ya sakafu. Na alipomwangalia jirani yao, Bwana Salem, alionekana akitabasamu mchana, lakini usiku Amina aliona kitu kilichomfanya ashindwe kulala. Mpango, mpango mbaya. Mtu alikuwa katika hatari. Amina alianza kubadilika. Alikuwa mkimya zaidi. Alianza kuogopa macho yake mwenyewe. Mama Zahra aligundua, "Kwa nini hunikondolei macho tena Amina? Kwa nini hutetemeka ukiniona?" Lakini Amina hakujibu. Siku chache baadaye, tetesi zilianza. Mtoto anaona mambo yasiyoonekana, labda amerogwa au ni mchawi. Wazee wakaanza kunong'ona. Jina la mganga likatajwa. Mama Zahra alianza kumwogopa binti yake mwenyewe. Usiku mmoja, Amina aliamka ghafla, macho yake alikuwa wazi. Bila kutaka, aliangalia nje ya dirisha na akaona Bwana Salim akiwa ameshika kitu mkononi akiwa njiani kuelekea nyumba moja, nyumba ya mtu asiye na hatia. Amina alijua kama angesema angetuhumiwa kuwa mchawi; kama angenyamaza, damu ingemwagika. Alishika kichwa chake kwa mikono miwili, machozi yakaanza kumtiririka. kwa nini ni mimi, alinong'ona. Mlango wa nyumba ya bwana Salim ulifunguka polepole pole. Amina alisimama katikati ya uwanja wa kijiji macho yake yakimwangalia ya bila kupumzika. Hatua moja mbele, hatua moja nyuma. Kengele ya kanisa ikalia kwa mbali, na hapo Amina alifanya uamuzi, ingawa hatujui bado alichagua nini. Kengele ya kanisa iliendelea kulia kwa mbali, lakini Amina hakuisikia tena. Macho yake yalikuwa yameganda kwa nyumba ile moja, nyumba ya mama Rehema, mwanamke mjane aliyekuwa akiishi na watoto wake wawili wadogo. Amina aliweza kuona kupitia ukuta wa nyumba ile. Aliwaona watoto wakilala sakafuni wakikumbatiana, na alimwona Mama Rehema akiwa amekaa akishona nguo chini ya mwanga hafifu wa kibatari. Kisha akaona kitu kingine, kivuli. Bwana Salima alikuwa karibu sana. Miguu ya Amina ilitetemeka. Alitaka kukimbia, alitaka kufumba macho yake na kuifanya dunia iwe ya kawaida tena, lakini macho yake hayakumsikiliza. Kadri alivyokimbia ndivyo alivyokuwa anaona zaidi. Aliona mkono wa Bwana Salim ukishika kisu, aliona pumzi yake nzito, na aliona kitu kingine, hasira iliyokuwa imejengwa kwa muda mrefu. Huyu mtu si mwizi tu, Amina alijisemea moyoni, anania ya kuua Amina. Alipojaribu kugeuka, macho yake yakamuona mtu mwingine, mama yake. Mama Zahra alikuwa akitembea polepole pole, akitokea upande wa pili wa kijiji. Amina alimtazama na kwa mara ya kwanza, alionacho kilimvunja kabisa. Aliiona hofu aliyokuwa akiificha mama yake, aliiona siri aliiona mizigo aliyobeba tangu baba afe, lakini zaidi ya yote alionyesha kuwa mama yake alimwamini Bwana Salim. Amina alishika kifua chake nikisema, nitamharibia mama yangu moyo. Badala ya kupiga kelele, Amina alifanya jambo la ajabu, aliokota jiwe akautupa upande wa pili wa nyumba ya Mama Rehema paa Kelele ikavunja ukimya wa usiku. Bwana Salim alisimama ghafla, aligeuka, lakini hakuondoka. Badala yake, alicheka kwa sauti ya chini, najua kuna mtu ananiangalia, alinongona. Amina alihisi baridi ikipita mgongoni. Mbwa walibweka, mlio wa mlango kufunguliwa ukasikika. Watu wachache wakaanza kutoka nje, lakini hakuna aliyemwona Amina kwa sababu alikuwa amesimama gizani, macho yake yakiona yote, lakini sauti yake ikiwa imefungwa. Mama Rehema alisimama mlangoni, akamwangalia bwana Salim. unataka nini usiku huu? aliuliza kwa hofu. Amina aliona mkono wa bwana Salim ukitetemeka. Kitu kilikuwa kinakaribia kutokea. Ghafla sauti ikasikika nyuma ya Amina. Amina! ilikuwa sauti ya mama Zahra. Amina aligeuka taratibu, macho yao yakakutana, na hapo mama Zahra aliona kitu usoni mwa binti yake. Hakuona damu, hakuona jeraha, lakini aliona hofu ya mtu anayejua jambo kubwa. Unafanya nini nje usiku huu? Mama Zahra aliuliza. Amina alitaka kusema. Alitaka kupiga kelele. Lakini maneno yakagoma kutoka. Ndani ya sekunde chache, kilio kikubwa kikavunja usiku. Sauti ya mtoto. Amina aligeuka kwa haraka kuelekea nyumba ya Mama Rehema. Na alichokiona kilimfanya apige hatua moja mbele bila kufikiri. Lakini Mama Zahra alimshika mkono. Usiende! Amina alibaki amesimama hapo, katikati ya ukweli anaouona na hofu ya kusema. Kilio cha mtoto kilipasua ukimya wa usiku kama kisu. Amina alijitoa mkononi mwa mama yake, bila kusema neno, alikimbia. Miguu yake ilikuwa midogo, lakini hofu ilimpa nguvu. Mama Zara alipiga kelele nyuma yake, lakini Amina hakusimama. Kwa sababu macho yake yalikuwa tayari yanaona kilichokuwa kinatokea ndani ya nyumba ya Mama Rehema. Kupitia ukuta wa udongo, Amina alimwona Mama Rehema akiwa amedondoka sakafuni. Mtoto mmoja alikuwa akilia, mwingine alikuwa amejificha chini ya meza. Na Bwana Salim alikuwa amesimama karibu nao. Hakuwashika. Hakuwagusa, lakini mkono wake ulikuwa bado umeshika kile kisu. Amina alisimama mlangoni, hakuingia, hakuongea, lakini macho yake yalikuwa yanapiga kelele. Majirani wawili waliingia kwa haraka, mmoja wao akamvuta mama Rehema. Ni nini kimetokea? Lakini kabla mama Rehema hajajibu, Bwana Salim aliweka kisu chini pole pole. Uso wake ulikuwa mtulivu sana. Nilikuja kusaidia, alisema kwa sauti laini. Nilisikia kelele. Amina alihisi hasira ikimchoma kifuani. Aliona uongo huo ukiwa wazi kama mchana, lakini hakuna aliyemwangalia yeye, kwa sababu wote walikuwa wakimwangalia mtu mzima. Mama Zara alifika mlangoni. Alikuwa anapumua kwa shida. Alimuona Amina akiwa amesimama pale, uso wake ukiwa mweupe, macho yake yakiwa yamefunguka kuliko kawaida. Mama Zahra alimwangalia binti yake kwa makini na kwa mara ya kwanza tangu Amina azaliwe, alihisi kitu kisicho cha kawaida. Amina, unaona nini? Maneno yale hayakutoka kwa bahati mbaya, yalitoka kwa hofu. Amina aligeuka taratibu. Alitaka kusema ukweli lakini, alipoangalia mama yake, akaona kitu kingine kupitia kifua cha mama Zahra. Amina aliona kitu kilichomfanya ashindwe kupumua. Aliona barua iliyofichwa ndani ya kitenge chake, barua ya zamani iliyoandikwa kwa mkono wa baba yake. Na ndani ya barua hiyo kulikuwa na jina moja: Bwana Salim. Amina alitikisa kichwa taratibu. Hapana, alinong'ona. Mama Zahra alichukua hatua moja mbele. Unanionaje hivyo? aliuliza kwa sauti ya chini. Ni nini kinakuumiza mwanangu? Amina alijua sasa. Hatari haikuwa tu kwa mama Rehema. Ilikuwa imeunganishwa na kifo cha baba yake. Ghafla, Bwana Salim aligeuza kichwa chake. Macho yake yakamkuta Amina. Kwa sekunde chache, hawakusema neno. Lakini Amina aliona kitu kibaya zaidi kuwahi kuona. Aliiona akili ya mtu huyo, aliiona mipango yake ya zamani, na aliiona mipango yake inayofuata, na ndani ya mipango hiyo kulikuwa na jina la Mama Zahra. Bwana Salim alitabasamu kidogo, tabasamu lisilo na furaha. Mtoto wako ana macho makali sana, alimwambia Mama Zahra. Macho kama hayo huleta matatizo. Mama Zahra alimkumbatia Amina kwa nguvu, lakini Amina hakuwa anaangalia kumbatio hilo, alikuwa anaangalia kile kilichokuwa kinakuja, na hakukuwa na njia ya kukizuia isipokuwa aseme ukweli. Ukumbi mdogo wa nyumba ya mama Rehema ulijaa watu. Mishumaa iliwashwa, minongono ikatawala, lakini Amina aliona kitu tofauti. Aliwaona watu waliosimama pale lakini pia aliwaona waliokuwa wakifikiria hofu, mashaka na njaa ya kupata mtu wa kumlaumu. Na jina lilikuwa moja tu likizunguka akilini mwao, Amina. Mzee wa kijiji mzee Juma alijisafisha koo. Tumeamka usiku kwa kelele, alisema, na tukamkuta huyu mtoto hapa. Macho yakamwangalia Amina. Mama Zara alimsogeza karibu zaidi na kifua chake. Ni mtoto, alisema kwa sauti yenye msimamo. Alisikia kilio kama nyinyi. Lakini Amina aliona. Aliona akili ya Mzee Juma akimkumbuka mganga wa kijiji, akikumbuka hadithi za zamani. Bwana Salim alisogea mbele. Uso wake ulikuwa wa huzuni bandia. Nilifika kusaidia, alisema. Lakini nilipofika, nikamkuta huyu mtoto tayari yupo. Maneno yale yalidondoka kama cheche kwenye petroli. Watu wakaanza kunong'ona. Kwa nini mtoto awepo kwanza? Alijuaje? Amina alifumba macho yake kwa sekunde moja. Lakini hata akiwa ameyafumba, aliendelea kuona. Mama Zahra Alimshika Amina uso kwa uso. Nisamehe, alimnong'oneza. Lakini kama unaona kitu, niambie. Amina alitazama mama yake na akaona hofu ya kumpoteza mtoto wake na akaona hatia ya miaka mingi. Amina alitikisa kichwa taratibu. Mama, yeye ndiye aliyemuua baba. Maneno yalitoka kimya kimya, lakini ndani ya Amina yalikuwa yamepiga kelele. Mama Zahra alirudi nyuma kana kwamba amepigwa. Unasema nini? Lakini kabla Amina hajaendelea, bwana Salim alicheka kwa sauti fupi. Mnasikia, mtoto anatoa mashtaka. Watu wengine walitikisa vichwa, lakini Amina aliona kitu kipya. Mmoja wa majirani, mama Pendo, alikuwa akimtazama bwana Salim kwa mashaka, kwa sababu Amina aliweza kuona ndani ya mama Pendo pia. Aliona siku ile ya moto, aliona mtu akikimbia gizani, na alikuwa bwana Salim. Mzee Juma aligonga fimbo yake chini. Mtoto alisema, kwa sauti nzito: kama unadai unaona mambo yasiyoonekana, tuambie basi. Ukumbi ukanyamaza. Mama Zahara alishika mkono wa Amina kwa nguvu. Amina alihisi uzito wa sekunde ile. Kama angesema, hakukuwa na kurudi nyuma. Na hapo ndipo macho yake yaliona kitu kipya kabisa kupitia mkoba wa Bwana Salim. Amina aliona kitu kidogo cha chuma silaha iliyofichwa na ndani ya akili ya bwana Salim alionyesha uamuzi asingeondoka pale bila damu Amina alifungua mdomo wake lakini kabla sauti haijatoka mlango wa nyumba ukagongwa kwa nguvu bam bam bam sauti ya mtu ilisikika nje Fungueni, kuna jambo lazima lisemwe sasa. Amina aligeuka kuelekea mlangoni, na alichokiona nje kilimfanya atambue kuwa usiku huu ungeamua hatima yake milele. Bam bam bam! Mlango ulitikisika tena, mishumaa ikatetemeka, watu wakarudi nyuma kwa hofu. Mzee Juma alitoa ishara. Fungueni. Mlango ulipofunguliwa, mtu mmoja alisimama pale akiwa amechoka. Nguo zake zikiwa zimejaa vumbi, uso wake ukiwa na alama za miaka mingi ya kimya. Ilikuwa Mzee Bakari. Mwanaume ambaye hakuzungumza sana. Mwanaume aliyekuwa akikaa pembeni ya kijiji tangu siku ambayo baba ya Amina alikufa. Mzee Bakari aliingia polepole. Macho yake yakazunguka chumba, yakamkuta Bwana Salim. Uso wake ukakaza. Nilijua siku hii itafika, alisema kwa sauti nzito, lakini sikujua mtoto ndiye angenilazimisha kuizungumza. Ukumbi ukanyamaza kabisa. Amina alimwangalia Mzee Bakari na macho yake, kwa mara ya kwanza hayakuona giza yaliona hofu ya mtu aliyekuwa amebeba siri kwa miaka. Siku ile Mzee Bakari alianza. Kulikuwa na ugomvi. Amina aliona tukio likifunguka kama sinema mbele ya macho yake. Moto, sauti za wanaume wawili na kisu kile kile. Baba wa Amina hakufa kwa ajali. Mzee Bakari alisema, aliuawa. Kilio cha mshangao kikapita ukumbini. Mama Zahara alipiga magoti polepole pole. Bwana Salim alicheka kwa nguvu. Hadithi. Mzee huyo anawazimu. Lakini Amina aliona kitu kingine, aliiona hofu ikipanda ndani yake. Aliiona mipango yake ikivunjika, na kupitia mfuko wake akaiona tena ile silaha. Mkono wake ulikuwa unaelekea pale. Ghafla Amina alipiga kelele. Usimtoe! Watu wote waligeuka. Amina alikuwa ameshika kichwa chake, machozi yakimtoka bila kudhibitiwa, kwa sababu sasa hakuwa anaona mtu mmoja mmoja tena. Alikuwa anaona kila mtu kwa wakati mmoja, siri zao, hofu zao, makosa yao. Amina alidondoka magotini. Naona, naona kila kitu, alinong'ona. Mama Zara alimkumbatia kwa nguvu. Huyu mtoto si wa kawaida. Mtu mmoja alipiga kelele, ni laana! Lakini mama Pendo alisimama. laana gani huleta ukweli? aliuliza kwa sauti inayotetemeka nilimuona Salim akitoka siku ile. Ukumbi ukalipuka kwa sauti, watu wakaanza kugombana, na ndani ya vurugo hiyo, Amina aliona kitu kibaya zaidi. Bwana Salim alichukua hatua nyuma, mkono wake ulikuwa tayari umeshika silaha macho yake yakamkazia Amina, na ndani ya akili yake Amina aliona uamuzi wa mwisho: kama nitaanguka nitaangusha kila mtu. Amina alipiga kelele kwa nguvu, lakini sauti nyingine ilimsitisha kila mtu. Salim, acha! Ilikuwa sauti ya mtu ambaye Amina hakutarajia kamwe kusikia usiku huo. Amina aligeuka na macho yake yakafunguka zaidi. Salim acha. Sauti ile ilikatiza vurugu kama radi. Watu wote waligeuka wa kwa wakati mmoja. Mlangoni alisimama mwanamke mzee, ameegemea fimbo, uso wake umechoka, lakini macho yake yalikuwa makali kuliko yote yaliyokuwepo pale. Ilikuwa Bibi Halima, mwanamke aliyekuwa akiishi peke yake mwisho wa kijiji mwanamke aliyekuwa akisemwa kwa miaka mingi, anayejua mambo mengi. Amina alimtazama na macho yake yakafunguka zaidi. Kupitia mwili wa Bibi Halima, Amina aliona mambo mawili kwa wakati mmoja, ukweli hatari. Aliiona historia ya kijiji, aliiona damu iliyofunikwa na ukimya, na aliiona Bwana Salim akiwa kijana. Akikimbia usiku, mikono yake ikiwa michafu. Amina alipumua kwa shida. Bibi alinong'ona bila kujua kwa nini. Bibi Halima alichukua hatua moja mbele. Miaka yote hii, alisema kwa sauti nzito. Mliniona kama mchawi. Watu waliinua nyuso zao. Lakini nilichokuwa nacho jua, nilinyamaza kwa sababu sikuwa na ushahidi. Amina alimwangalia mama Zahra. Macho ya mama yake yalikuwa yamejaa machozi na mshangao. Mtoto huyu, Bibi Halima akaendelea, amebeba mzigo ambao hata sisi watu wazima tulishindwa kuubeba. Bwana Salim alicheka, lakini ilikuwa kicheko cha mtu aliyenaswa. Sasa hata wazee waongo wanashirikiana, lakini mkono wake ulikuwa unatetemeka. Amina aliona, aliona dakika chache zijazo, aliona damu ikimwagika, aliona mama Zahra akipiga kelele. Hapana! Amina alipiga kelele, aliinuka ghafla. Sasa macho ya Amina hayakuwa yanachagua, aliwaona watu wote kwa ndani aliwaona waliowahi kuiba, aliwaona waliowahi kudanganya, aliwaona waliowahi kuficha ukweli kuhusu kifo cha baba yake. Amina alishika masikio yake. Nifanyeni nisione tena, alilia, lakini hakuna aliyemjibu, kwa sababu wote walikuwa wanamwangalia kama wanavyotazama moto unaoweza kuunguza kijiji kizima. Mama Zahra alisimama, alimkazia macho Bwana Salim. Miaka yote, alisema kwa sauti iliyovunjika lakini imara, nilijilaumu kwa kifo cha mume wangu. Amina alimtazama mama yake. Kwa mara ya kwanza, aliona mama yake bila hofu. Lakini leo, mama Zahra aliendelea, Nitamlinda mtoto wangu hata kama kijiji chote kitanigeukia. Alimsogeza amina nyuma yake. Bwana Salim alichukua hatua mbele, silaha ikang'aa chini ya mwanga wa mshumaa. Bibi Halima alipiga kelele, Amina, usimtazame! Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Macho ya Amina yalikutana na ya Bwana Salim, na kwa mara ya kwanza Amina hakuona tu ukweli, aliiona njia ya kuuzuia. Lakini njia hiyo ingemgharimu kitu kikubwa sana. Amina alipumua ndani na akafanya kitu ambacho hakuna mtu aliyekuwa akikitarajia. Amina alipumua ndani kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza tangu macho yake yaanze kuona zaidi ya kawaida, hakukimbia, hakujificha, hakunyamaza. Aliinua kichwa chake na akamtazama Bwana Salim machoni moja kwa moja. Sekunde ile macho yao yalipokutana Amina hakuona tena kisu, hakuona tena damu. Aliona hofu. Aliona nafsi ya mtu aliyekuwa akikimbia ukweli kwa miaka mingi. Aliona mizigo aliyobeba, chuki na hatia. Na ndipo Amina alifanya uamuzi. Badala ya kupiga kelele badala ya kufichua kila siri, alifunga macho yake kwa makusudi. Kwa mara ya kwanza, maumivu makali yakapita kichwani mwake, ni kama giza lilikuwa linamvuta ndani. Amina alipiga kelele ndogo, akaanguka chini. Watu wakakimbilia. Mama Zahra alipiga magoti, Amina mwanangu lakini kabla mtu yeyote hajamgusa, Bwana Salim alipiga kelele ya hofu, kwa sababu sasa hakukuwa na mtoto anayemwangalia, hakukuwa na macho ya kumhukumu. Ilibaki dhamira yake tu. Mikono yake ikatetemeka, kisu kikadondoka. Niliacha kifu kile kinifuatilie kwa miaka, akapiga kelele. Nilikimbia, nilimwacha afe. Ukumbi ukawa kimya kama kaburi. Sikutaka kumuua, aliendelea kwa machozi, lakini nilimwacha. Mama Zahara alipiga kilio cha maumivu, lakini kilikuwa kilio cha ukweli uliochelewa. Mzee Juma alisimama kwa kutetemeka. Tumenyamaza kwa muda mrefu, alisema, na ukimya wetu umewalinda wabaya. Watu waliinua vichwa vyao kwa aibu. Bibi Halima alichukua fimbo yake. Mtoto hakuwa laana, alisema. Alikuwa kioo. Bwana Salim alichukuliwa na wazee wa kijiji, sio kwa hasira, bali kwa haki. Mama Rehema aliwakumbatia watoto wake. Usiku ule, hakuna aliyeitwa mchawi. Hakuna aliyepigwa. Lakini ukweli ulikuwa tayari umechoma mioyo yote. Jua lilipochomoza, Amina aliamuka. Alikuwa amelala mapajani mwa mama yake. Mama alinongona. Naona Mama Zahra alitabasamu kwa machozi. Hapana, mwanangu. Lakini sasa unaona kama sisi sote kwa moyo. Amina alifungua macho yake. Ulimwengu ulikuwa wa kawaida tena. Kuta Zilikuwa kuta. Watu walikuwa watu. Lakini kijiji kijiji hakikuwa kile kile tena. Miaka miwili baadaye, Amina alikuwa darasani. Msichana wa kawaida. Lakini kila alipomwangalia mtu, alijua kitu kimoja. Si kila ukweli unahitaji macho ya ajabu. Wengine wanahitaji tu ujasiri wa kuusema. Na kijiji cha Mbuyuni kilijifunza, kuchelewa, lakini kilijifunza. Somo la hadithi lililojificha ndani ya simulizi, ukweli haui, ukimya ndio huua. Na wakati mwingine mtoto ndiye anayelazimika kuuonyesha ulimwengu giza lake. Je, kama ungeweza kuona siri za watu Ungechagua kuzitumia au kuzifunga? Andika maoni yako, subscribe kwa hadithi zaidi za Kiswahili na share simulizi hii iwafikie wengine.